Karibuni tena katika kipindi chetu cha J & R Chat na mimi na Rebeka tunakuja leo tena, tunajua kimuda kidogo, lakini tunaomba kwa wale ambao huwa mnatusikiliza ya, yeah? kama kuja subscribe, tunaomba usubscribe na vipindi vinavyokuja ni vizuri, mna tutaki ukose. Sasa kama leo tunakuja na kitu tunaosema hivi, unamwazia nini Mungu? Wewe unamwazia nini Mungu na mimi namwazia nini Mungu? Ebu Rebeka, unamwazia nini Mungu? Especially mambo yakiwa kama kidogo unawaza <laughs> yani, nini? Ukiangalia hata huo mstari ambao tunauzungumzia leo, uko katika kitabu cha Nahumu sura ya kwanza na mstari wa tisa. Huyu ni Mungu mwenyewe hapo anauliza, mnawaza nini juu ya Bwana? mm -hmm. yeye atakomesha kabisa, mateso yatainuka mara ya pili Umeona, kwa hiyo hii imenitafakarisha sana au imetutafakarisha sana kwa sababu, mara nyingi especially wakati wa mateso, na kama pa huyu anazungumzia mateso, mateso hata inuka mara pili, na maana walikuwa kwenye mateso ya kwanza. yeah, kwa wakawaza kaa ndio mateso yanakuja tena nini. Umeona, mara nyingi wanadamu tu, tunakuwa especially kwa Mungu tunakuwa very pessimistic. Yeah. Ndio, unakumbuka ule mfano mtu alisema hivi, hata ulitoa juzi juzijuzi hapa ukasema tunaweza tukapanda train tu, au ndege tunamtrust mwenye anaendesha ndege kuliko zingine tunavyomtrust Mungu. Mm -hmm. <laughs> yeah. Mm. Ni kweli mm. Yaani, kama hii ameamua mwenyewe kuuliza unamwazia nini? Mimi na believe kila mtu huwa kuna kipindi anamwazia Mungu kitu, kuna situation ikiwa nzuri nafikiri wewe unawazia kwamba hey, saizi mi Mungu ananibariki labda kwa sababu niko hivi <laughs> hey, napendwa mimi, ndio mtoto pekee unaona, natutiwa kama last born, eh. Alafu labda ni rahisi sana kufikiria kwamba mambo yanapokuwa yanaenda ma vizuri Zubungu ni kwa sababu umefanya vizuri. kitu Ehe. umeona eh. Hatukatai kwamba kuna vitu ambavyo unaweza ukavifanya kweli ukamshtua Mungu kwamba mm, kwa sababu naye anasema nawapenda wanipendao na tunampendaje? Kwa kufanya anayoyataka kweli. Ukiwa mtoto mzuri unafanya anachotaka na kila kitu, ni kweli. Hata yeye anakwambia ukifanya yangu unafanya yako. Lakini sasa pale ambapo unaona kwamba pametokea shida na kuna shida, kuna kipindi Rebeka, ndio kama waliokuwa na wasiwasi na kasheshe ya mara ya pili, ina maana kuna ya kwanza ilitokea ambayo ilikuwa ni kubwa, alafu siku zinavyoenda unaanza kuona, unajua kuna matatizo mengine unakuwa kama na una sense tena yaani <laughs> <tina. laughs> kama kitu kinaanza hivi unaona, ee. Yani kama ndo nimepewa barua yaw labda ya, ya nimuone bosi ofisini alafu aliulada umona. Kwa hiyo ni kweli, kwenye kama hapo, kitu cha kwanza mtu anaweza akaenda kwa Mungu kwa njia tofauti, lakini moyoni, unapoenda kwa Mungu, unaenda unawaza nini, unamwazia nini? na maramwana Joy. Mm. hata ule mstari watu wote tunaopenda Yeremia ishirini na tisa mstari wa kumi na moja huo wanasemaje? mawazo yangu ni mema. Mm. kwani nawazia mema, Mungu anatujua sisi. Mm. ni rahisi sana kuwaza mambo mabaya, na hapo uliposema kwamba wakati tukipita kwenye mambo yani, tukimfanyia Mungu mambo mazuri ndio na tu, ni Mungu anaweza akatufanyia mambo mazuri, sio wakati wote tena nadhani inakuwa triki pale unapofanya mazuri alafu mabaya yakupate. Ndio hapo sasa ndo kama mambo ya Ayubu, yale. <laughs> ndo maana Ayubu, ndo maana Ayubu alikuwa analalamika, mimi sijafanya kitu. kwa hiyo ni kweli mm -hmm. nafikiri pia hata hiyo bado ni mawazo Rebeka kwa sababu bado mawazo. ni mm -hmm. watu tunawaza kwamba au kwa sababu niko mtakatifu kwa sababu nafanya hivi tunakuwa hatutegemei mitihani unaona, mm -hmm. lakini mimi na believe kabisa kwamba kumbe ni vizuri kujua tunawaza nini especially kipindi ambacho tunapita kwenye Mati, changamoto. Mm, yeah? Yani kuwa aware yani uwe, uwe na conscious. Yani kama unaweza kweli ukawaza mabaya lakini jirudi, unawaza eh, hivi kweli kwa vile imenitokea hivi ndo niwaze Mungu sio mwema? Hapana, Mungu ni mwema Bwana siku zote yeah. umeona eh mm -hmm. unajikumbusha kumbusha mwenyewe kwa sababu na ile, Mungu wa... yeah. na ile kuuliza maswali mengine magumu magumu kwamba yani Mungu, kwa nini mimi hivo? eh, unaweza kumuuliza, kwa nini, kwa nini mimi ndio unipe hii? Haya, ulitaka nimpe nani? ili wewe uh, wewe na yule nani wa maana sana kwa kipi? wote hmm. tulivyoumbwa ni sawa kwa Mungu hakuna mtu ambaye ni zaidi ya mwingine. Okay? wote alituumba akasema, ah kaangalia, akasema kazi hii ni njema, si ndiyo? Haya, kwa hiyo hamna chochote, hamna reason ya kumwambia Mungu hiki kisinipate mimi, kimpate yule. Umeona eh? Hakuna Mungu awazi hivyo, kwa sababu kama kweli Mungu angekuwa anawaza tofauti, au kama tunavyomwazia sisi vibaya mara nyingine, unajua kwanza alikuwa hana sababu na na hata, ifu, ifu, hata shetani, mimi, na sababu ya kusema amtoe Yesu afe, kwani alishindwa kuambia malaika nendeni nye mkafe na watoa wote hivyo hivyo, hata huyo shetani sijui anafanya nini, akasema umewadanganya. Unaona? Yeah. Kwa hiyo kwa kusema ukweli, hem tujaribu kukumbushana ya, kwamba hmm kama ili swali linapokuja kusema unawaza nini juu ya Bwana, hebu kila mmoja ajiulize, unawaza nini unapopita kwenye matatizo pia. mm. unawaza nini hata unapokuwa kwenye raha? yeah. kwa sababu hata kwenye wa raha unaweza ukasahau kama ni Mungu, ukafikiri ni akili zako. exactly. eh? yeah? mm. kwa sababu mm. unaweza uka, yani, nisingefanya hivi, wewe au bahati It's... leo bahati nzuri Bwana ni yani nilikaa nikawaza nikaona, mm. bora nifanye hivi nilivyofanya hivi ikawa hivi. Mungu yuko wapi? Mm, kila kitu tuseme kwamba namshukuru Mungu, ukishanza na unamshukuru, ina maana yeye ndio amefanya kila kitu, kwa hata kama ni akili amekupa umewaza wewe. Yes, ni Mungu amenisaidia nikawaza hiki nikafanya hiki. Ni yani kwa nguvu zake, yaani kwenye kila kitu tunavyokifanya tunavyoongea, jamani, tujue ni Mungu, na tunavowaza tumwazie mema kwa hiyo yale ambayo unakuta ni mabaya, ni rahisi sana Rebeka. Unajua, wakati mimi nakuwa nilikuwa nasikia waubiri, niseme wa zamani, wengi walikuwa na believe kwamba kila unapopata tatizo ni Mungu. Ni kweli, hatukatai kwamba Mungu anaruhusu, anaruhusu kwa sababu mwenyewe pia amesema, yani Mungu hivi hivi, wanawaza kwamba umemkosea Mungu, si ndio? ya wanawaza, wanapigwa Okay. Eh, unapigwa una, uko, uko kwenye disiplini na disipliniwa yes. Mm -hmm. Lakini ngoja nikwambie hata kama mwanadamu achukulia hivyo kwamba oh, hiki kimemkuta yule anadisipliniwa au kwa sababu alikosea alifanya ni fine, tunaweza kujaji, wanadamu ni rahisi sana, na ndio maana Biblia imesema it's not good to judge anybody. Lakini tuangalie hivi pale ambapo unagua kwenye mabaya hata kama iwe ni Mungu ameruhusu au iwe ni shetani anafanya. Of course, Mungu ashindi kumwambia shetani stop, lakini Mungu anakuwa ameruhusu nia yake, kama anaposema ndio kwenye Yeremia eh, mawazo yake sio mawazo yetu, lakini anatuwazia mema siku zote eh. kwa hiyo bado, kwa kusema ukweli, mtoto mara nyingine anapokuwa disciplined ndipo anatoka na tabiaujinga unaondoka una umenikumbusha eh? nini hapo uliposema nimekumbuka. Kwanza kumbe hata sio mbaya mtu akikwambia Mungu amekuchapa. Mimi zamani kwangu nakasirika nikimsikia mtu ameniambia Mungu amenichapa. <laughs> Sasa sasa hivi nimejua, kwa sababu neno Mungu linasema ampendaye ndiyo, yeah. Anayemrudi ndio maana mimi napendwa. Kwa hiyo na mimi nikisikia hivyo, kumbe natakiwa lile neno nisi offended ndio maana tunatakiwa tusome exactly na ndo maana kwamba kama ukiwa unarudiwa na yeye mwenyewe baba yako, shida iko wapi? Si anataka uwe mtoto mzuri? Si anataka u uende anavyotaka? Na Biblia hii imetuambia tena, ujinga umefungwa kwenye moyo wa mtoto, fimbo ya nini naondoa. Sasa wewe niambie, Mungu ataituma fimbo kiboko hivi cha miti kije kikupigi? Ni viboko vya njia nyingine, lakini as long as long unakumbuka, unajua kwamba mm -mm. narudi kwa babangu Baba, maybe inaweza kuwa because of 1 2 3 nilikosea, nisamee. Na mara nyingine unakuta wala sio yeye, mara nyingine unaweza ukawa tu imani yako imefika sehemu pazuri, umefanywa Ayubu mdogo, amepanda huko kwenda kusema ah, unakiona kirebeka kile eh, kinajifanya sasa hivi hivi. Nasema ah, si kwa sababu hivi wewe Bwana Mungu si anajua, niambie kafanye chochote, lakini uhai wake usiuguse, usi, usi. Sasa unashangaa mara iki nkwa iki nkwa, iki nkwa. Tusilie na tusimkasirikie Mungu na tusimwazie mabaya yeah, yeah. Yani ndio maana kumbe Rebeka, kuna mistari mingine nasema, shukuruni kwa kila jambo mm -hmm. Unajua kuna kipindi mm -hmm. nilikwaga, nasema, This doesn't make sense, yaani yeah? Tushukuru kwa kila jambo, na mabaya anayokuja nayo tushukuru, lakini ninachojifunza saa hizi na nimejua kwamba Mungu kwanza apendi tuteseke lakini akiruhusu kile kitu kinachoonekana kukutesa wewe ni kwa sababu anataka kufundishika, lakini akirudi halafu, kingine nilichojifunza hapo kwenye hiyo hilo swali lola mnaniwazia nini, ni kwamba kumbe kila kitu kinaanzia kwenye mawazo. Kama Mungu ana mind mpaka anakuuliza oh. unajua Mungu hapo anajali, yani mpaka anamuuliza mtu. Na sisi wanadamu kwa vile hatuonage mawazo ya mtu, tunaweza tu tukajiona tuko fiti lakininu hmm. Anatuuliza mimi na wewe leo unaniwazia kabisa, nini kwenye hilo unaloipita unaniwazia nini? Yeah. dio mana ndio maana hata Bwana Yesu alivyokwaga akiwaangalia vile wanavuaza maka alikuwa anaweza kuwaona mpaka wanavuaza anasema anaondoka katikati. <laughs> Yaani, yeah. Kikubwa hapo nimejifunza kwamba kumbe dhambi kubwa ya mwanzo inayoweza kuanza ni mawazo, hmm. iko kwenye mawazo. Nafikiri mm. hata kishetani kilipata mawazo, ni wazo kwamba, na dhambi zote na dhambi ya wivu ni mawazo, mawazo. Inaanza unaona vile na, kwanini kwanini, na kwa nini huyu, kwa nini tumwimbie yeye, kwa nini tumsujudie yeye, mawazo. Baada ya Mungu alivyomuona Kaini anawazawaza kuhusu kaka yake, akamwambia wewe, Kaini, wewe dhambi inakunyemelea mm. hey. mm. kwa hiyo jamani kwa ku sema tumalizie, hii ni kwamba je, wewe katika hilo tatizo unalopitia we unaitusikiliza, ndio wewe, unamwazia nini Mungu? Je, mm -hmm. ndio wale ambao mnasema ah, Mungu mwenyewe haniangalii hanijali, kwa hiyo kwa nini nisali, kwa nini nifanye hivi, kwa nini na mimi nifanye hivi, umeona eh? kwa hiyo sisi tusipelekeshwe na mwili tukamwazia Mungu ujinga au upumbavu, hmm? mm -hmm. tumwombe Mungu atusaidie kwamba mawazo yote tunayowaza basi tujiwazie sisi kwa sisi ujinga, lakini tusimwazie Mungu wetu ujinga mm. Na ndio maana anauliza po kama alivyosoma Rebeka kwenye Nahumu moja tisa mnawaza nini juu ya Bwana? Bwana ah, wamuulize mm. Na nini tumuulize, babu yetu Ayubu. Ayubu anakuambia hivi, nilikusikia na <laughs> sasa mm. nimekuona <laughs> maalivyokuwa nasikia alika na muazia Mungu kwa vile alivyosikiaga exactly. <laughs> Alipomwona akajua hey. mm. Lakini cha, cha, cha muhimu wapendwa, neno la wa Mungu linatuambia katika Zaburi, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changuya. Kwa hiyo tumwombe Mungu sana sio tu jinsi ambavyo tunawaza kwenye mambo mengine tu yapate kibali, lakini hata tunavyomwanzia Mungu, it makes a big difference. Kwa sababu Joy kata mimi wewe nikikuazia kwamba eh, Joy Joy ni mgomvi, nikija kwako mimi sitakuja kwa, kwa, kwa ugomvi ugomvi. mm -hmm. Umeona? Kwaona sisi vile vile tunavyomwazia. Ukimwazia Mungu ni wa haki, ukienda kwake utajua utapata haki, kwa sababu yeye ni wa haki. yeah. Ukijua ni mwema utaenda kwake, ukijua yeye ni mwema. Kwa hiyo yale mawazo yako yatadetermine ki Mungu, at, at, wewe utaendaje kwa Mungu na Mungu atarespondi vipi kwako. Sasa wewe yeah. unaenda kishari shari. Kuna wengine unajua wanaambia Mungu, mimi sijui toka lini na kuomba, lakini unisikii. Kama eh, mimi ni mtoto wako, kwa nini unaruhusu hii tokee okay? lakini ndio ile kwamba unaenda kwa Mungu kwa mawazo tofauti ambayo umeshajitakia wewe afanye. Yani unaenda kama kumpangia akufanyie nini. yes. wewe unajuaje ameruhusu hiyo? kwa sababu yeye nia yake ilivyo, anaposema mawazo yangu ni mema juu yako, anataka ubarikiwe zaidi. Umeona mm hebu -hmm, niambie wale watu ambao walimisi ndege. Kuna watu unajua walisikia walimisi ndege, mtu amemiss katika ten minutes au five minutes na alikasirika, si ajabu alimwambia Mungu, hela yangu imeenda. <laughs> Umeona, unaona. Kwa hiyo inawezekana alikasirika akatukana, lakini kumbe amepona kifo. Kwa hiyo tusimwazie Mungu upumbavu na tusiwaze mabaya, na katika kila kitu tushukuru kwa kila jambo as, mm, as long as unajua Mungu yuko na wewe, hata kwenye mabaya, kwa sababu Yesu anatuachua, Bwana amesema mimi sitakuacha Eh? Mm, utakapopita wapi tutapita wote, si ndio? Basi mm. Kwa hiyo kama kweli, narudia tena ili tumalize kwamba usifike sehemu shida, magonjwa au tatizo lolote, taabu taabu, taabu. taabu ziko nyingi, mateso, eh? mateso, yasikufikisha sehemu kamwazia Mungu usichotakiwa kumwazia. Mwazie Mungu mema, namshukuru kila wakati ili aendelee kukutendea mema. Amen. Hmm. Na kwa sababu kubwa ambayo tumeiongea hapo ni kwa sababu yeye ni mwema, na anatuwazia mema, yaani hata pale ambapo unasema unajua, saa nyingine watu wanafikiria ah, labda kwa nini ndugu yangu amefariki au ndugu yangu, ndugu yangu A, au mtu, mtu, mtu wa karibu, kumbe kwa kufanyika lile kuna jema ambalo limempata yule ndugu yako. Wewe kwa vile ujui sasa. Yeah. Umeona? kwa hiyo tumshukuru tu Mungu na kumwazia mema. Okay, sijui kama una pointi mm, nyingine ah, bana? Basi wapendwa, tunaomba tufanye kazi pamoja hmm. Ni klipu fupi, tunajitahidi kufanya fupi fupi kama ambavyo wengine walitu nini walitu inbox. Sasa tunakuomba na wewe kama una pointi yoyote, una kitu chochote cha kuongeza cha kuchangia, au unataka kutuambia chochote, andika hapo chini tutakifanyia kazi na Mungu atakubariki. Basi pia msiache kusubscribe, kushare na kulike mwe na siku njema au na wakati mwema. Amen. Amen. Amen. Bye. Thank you.